Picha kwanza nichukue video. tayari tayari, anachukua vizuri. Hello wateja wangu, leo na habari njema. Asanteni sana jamani, kwa kuwa na mimi kuanzia mwaka jana nilivyoanzisha biashara yangu mpaka leo. Guys, hivi mnajua ile mwaka jana mlivyokuwa mnakuja dukani kwangu, mnanisapoti mmeleta nini imeleta gari guys! nimenua ka gari kangu aka hapa aka kuanzia. Asanteni sana jamani kwa support yenu, na kitu kingine, nataka kuambia wasichana wenzangu, msiogope maisha bila kutegemea wanaume, inawezekana. Mmeona hii gari ni pesa yangu, sijaongwa na mwanaume na wala sijanunuliwa na mwanaume. Sawa guys? Biashara zinalipa. Usikae tu nyumbani ukajibweteka, tafuta kibiashara na na so chako, jiwekeze kidogo kidogo. unaweza kanua gari kama nilivyonunua mimi hapa, mwakani nina range Sawa Ko guys, msikate tamaa. Jamani, maendeleo bila kuongwa inawezekana. Bye. Tayari? Msio uenua gari kumo mwongo, ujiskie aibu. Kwa hiyo unataka niwambie kwamba ni nimepewa na kibabu a oh? Wewe vipi wewe? Maisha ni kufeki sawa dogo eh, mnipe kwanza simu nijipose. Haya bana <laughs> shule inayofunza